Coast General tumetoa wagonjwa. Ukitaka kujua umuhimu wa hii Coast General Hospital, tumetoa wagonjwa ICU. Wale wagonjwa waliolazwa katika ICU pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICU nyingine. So please, musianze ukaidi ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao. Wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Tatizo jingine ni watu wetu, wataanza kukimbia pahali kuna sauti, ndo tunajipeleka. Please do not do that. Tumeelewana paka hapo eh? Tomorrow this whole area there'll be no school, there'll be no madrasa, swala uh, panapo majaliwa swala itakauswaliwa, hiyo ni swala ya alasiri. Na hii ni kwa sababu ya watu wetu, usalama wao, tumefahamikiana paka hapo eh? na sio lazima ukitoka uanze kubebana na matv, nyumba haitu haitoumia. Tafadhalini mkitoka, madirisha haswa nyumba zilioko juu, madirisha yote yawe wazi, ndio ile efekti ya ule upepo, ukipiga iingie upande mmoja, itoke upande wa pili. we are hoping that a period of 8 hours we will be done. Haujapatikana, the family is here na nimewaelezea. It is suspected ya kwa pengine kuna mwili. There is a CCTV that is said ya kwa alikuwa within the area uh, before this happened and he has gone missing but uh, it is hiyo tayari leo peke yake. It is tilted by two centimeters. It is totally unsafe, hata kwenda kuweka kijiko wacha sped kuweka kijiko cha chai pia pale is unsafe. There is nothing we can do, na kama right now ile ambayo kwamba ilikuwa ni first floor